Habari ya karibu tena katika channel yetu ya Ojo Coders, na leo tutaanza rasmi masomo yetu ya Ethical Hacking kwa lugha subscribe, subscribe, like, ya Kiswahili. Tuende tukaanze somo letu rasmi. Katika somo letu hili tutaangazia Ethical Hacking. Sasa tuende tuanze, maana ya Ethical Hacking ni nini kwanza? Ethical hacker kwa jina lingine unaita white hat hackers. Sasa tuangalie nini maana ethical hacker. Ethical hacker ni mtu ambaye anatumia ujuzi wake wa kompyuta na mtandao kimaadili ili kubaini na kurekebisha mapungufu kwenye mifumo ya kompyuta, mtandao au program. Yaani, yule ethical hacker ni mtu ambaye ni hacker yani, ni ambaye... ni lakini yeye anatumia ujuzi wake wa kimtandao katika mfumo wa maadili na anafuata sheria ili kubaini mapungufu yaliyo kwenye kompyuta, mitandao, programu za watu. Sasa madhumuni na ya kazi ya ethical hacking ni yapi? Yani nasema lengo kuu la ethical hacking ni kuhakikisha kwamba mifumo ya kompyuta, tovuti, mitandao ni salama na hayafunguliwi kwa njia mbaya. Pia tutasema hii inajulikana kama white Yani, kwa madhumuni ya kazi ethical hacking ni kuhakikisha kwamba mifumo kompyuta tovuti na mitandao ni salama na haifunguliwi kwa njia mbaya, kwa kupitia hao Black Hat hackers ambao wanatumia elimu yao kwa njia mbaya. Saa tuangalie tofauti kati ya hii ethical hacking na Black Hat hackers, yani White hat hackers na Black hat like. inakuwa imara na kupunguza hatari ya mashambulizi kutoka kwa hackers wa kinyume cha sheria yani black hat hackers ya, yani, hii ethical hacking au hawa ethical hackers wanahakikisha kwamba mifumo ya usalama inakuwa imara, yani wanazidisha uimara na kupunguza hatari ya mashambulizi kutoka kwa hawa black hat hackers, yani wanaingia kwenye mfumo wanatafuta vulnerability wanatafuta udhaifu, wakishaupata wana wana, w... wana uzima ya yeah. <laughs> Aya, sasa tuangalie aina za ethical hacking ya yeah, tuangalie aina za ethical hacking. Tunasema kuna penetration testing. Aya, tunasema ethical hackers hutumia mbinu za penetration testing ili kugundua udhaifu katika mfumo ya kompyuta au mitandao kabla ya kuwaathiri watumiaji au wamiliki wa mfumo. Sasa a, nilivyokusha kuambia a, wa wanauingilia mfumo ila ni kwa sheria. Sasa aa, hawa ethical hackers wanatumia mfumo wa penetration testing ili kugundua udhaifu katika mfumo wa kompyuta, mitandao, tovuti ya. Kwa hiyo ye ana testi na kugundua udhaifu Yani, vulnerability akishagundua uzaifu hapo sasa, toanauziba no anatafutia suluhisho kabla ujaenda kuwaahiria watumiaji au wamiliki wa mfumo au tovuti tofuti. tuangalie vifaa na mbinu za esisemaesc hutumia vifaa vya usalama kama Nmap, Weishak, na Kali Linux ili kuchambua mifumo na kubaini maeneo dhaifu ya au isiko haki wa kutumia tools kama Nmap, Wireshark, Metasploit na Kali Linux ili kuchambua mifumo na kubaini maeneo dhaifu. Sasa katika somo letu hili nitaenda kuelezea maana ya Nmap, Wireshark, Metasploit na Kali Linux, ya katika video inayofuata nitaelezea vizuri, yeah. Thank you. Sasa katika kipindi kinachofuata hapa tutaendelea somo letu la ethical hacking kwa lugha ya Kiswahili na tutaanza kuzielezea hizi nmap, metasploit na kali linux. Na thank you, kama ume subscribe unaweza ka subscribe, ka like, comment, ka share ya. Kama una swali, weza, baby, una swali unaweza kuuliza hapo hivyo na nitakujibu kama inavyohitajika.